Kwa majina naitwa Aaron Mogisha, marehemu ni shemeji yangu, na kwa ufupi basi ulipata taarifa za msiba siku ya Jumapili, na taarifa hizi kimsingi zilitushtua na hata kutushangaza kutokana na tunavyomfahamu marehemu kwamba ni mtu ambaye kwanza ni mcheshi na naongea na kila mtu na ta, tabia zake sisi imetushtua na kutushangaza kwa yale ambayo tumeyasikia kwamba yametokea na ambaye amepelekea kifo chake. Kwa hivyo wanavyo, tunapomfahamu sio mtu wa, wa matukio, sio mtu wa matukio mabaya, ni mtu ambaye ana matukio mazuri, mtu ambaye anamfurahisha kila mtu, ni mtu ambaye anapenda watu na jamii inayomzunguka na hasa ikizingatia kama navyofahamu alikuwa na ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Tumaini kampasi ya Dar es Salaam. Mwenyewe ni mashuhuda unaona, wanafunzi wenzake wako hapa, maanake walikuwa wanampenda na walikuwa anashirikiana nao vyema katika masuala yake ya kijamii, lakini na masuala mengine ya kielimu ya ya yeah. Sawa, so, kabla ya umauti kumfika kuna taarifa zozote ambazo mlikuwa mkizisikia labda huenda kuna changamoto alikuwa akiipitia mpaka huenda sasa ikamfanya yeye kuchukua, uh, kumkuta kwenye hali hiyo kwamba amekutwa amejinyoa? Kimsingi, sisi hatukuwa na taarifa yoyote, tuna taarifa yoyote kama nilivyokueleza hapo mwanzo, ni mtu ambaye tulikuwa tumekutana naye katika matukio matukio mbalimbali ya kifamilia, matukio ya misiba, matukio mengine ya kijamii, na awali hatukuwa na taarifa zozote zile ambazo Uh, zina, zimepelekea hayo ambayo yametokea, na ndio maana sisi kama nilivyokusimulia hapo mwanzo tulipata taarifa kwa mshtuko, lakini pia kwa mshangao, kwa sababu kwa tunavyomfahamu, sio mtu ambaye ange, angeelekea katika kufanya tukio ambalo mepelekea yeye mwenyewe kuwa katika kutokuwepo uh, hapa duniani. Mnaona akili, sisi hatuna hizo taarifa zaidi za kwamba alikuwa labda na tatizo na mtu labda amegombana na mtu au ana... kitu ambacho anaweza kupelekea yeye akawa katika hali hiyo, lakini kimsingi ni kwamba uh, sisi tumelecea jeshi la polisi waendelee na uchunguzi wao, na pindi watakapomaliza uchunguzi wao, maana jambo hili ni la kipolisi, wataanza uchunguzi wao, watatuletea mrejesho kama familia kwamba labda kuna moja mbili tatu. Marehemu alikuwa akisoma pale chuo cha Tumaini, cha Tumaini. Katika kuishi kwake, alikuwa akiishi hapa au alikuwa anajitegemea yeye kama kamahili, awali aliwahi kuishi hapa alikuishi hapa sababu alikuwa bado nitegemezi, nitegemezi sababu hapa nyumbani ni kwa shemeji yake ambaye ni mdogo wangu mimi. Hapa tulipo kuweka msiba ni kwa shemeji yake ambaye ni mdogo wangu mimi, kwa sababu automatically marehemu pia ni shemeji yangu mpaka na, mauti namkuta alikuwa aishi hapa alikuwa alikuwa anajitegemea, alikuwa anaishi maeneo ya Mwenge, anaishi maeneo ya Mwenge na alikuwa anaenda maisha yake, ndio maisha yake. Kwa maana wanafunzi wana ile utaratibu wa kuishi yani yani hostel wanapanga vyumba, na anaishi namna hiyo. Kwa hiyo ni mtu ambaye ni mwanafunzi, lakini pia alikuwa katika harakati za kwanza kujitegemea. Kwa hiyo aliona tu atoke hapa naye kakae aanze kujitegemea kwa namna moja au nyingine aki huko anasoma shule lakini pia alikuwa na vishughuli vingine, alikuwa anavifanya kulingana na Mwenyezi Mungu alivyokuwa akimjalia kupata kipato chake, kwa sababu ki, uh, kwanza hapa ni nyumbani kwa dada yake, kwa hiyo yote vile lazima aje kumuona dada yake, na alikuwa anakuja mara kwa mara, na ndio maana hata majirani hapa wengi wanamfahamu. Yani, hapa sio mgeni, ni mwenyeji tu, kwa sababu majirani ni wote hapa wanamfahamu. Na kama unavyofahamu, kama unavyoona hapa, sio wanafunzi pe, su, su, pekee, pia na majirani wako hapa wamekuja kuomboleza. Wewe kama shemeji yake, mara mwisho kuwasiliana naye ilikuwa ni lini, na kuna chochote ambacho mlikuwa mmepanga kukifanya wewe na shemeji yako kabla ya umauti wake? Kwa mara mwisho tulikutana kama wiki tatu zilizopita na tulikuwa tumepanga kwamba angekuja kwenye shughuli ya mwanangu. Mimi nilikuwa na shughuli uh, Dominika iliyopita yani Jumapili ya tarehe 15 nilikuwa na shughuli ya mwanangu uh, ya ubarikio yani komunia ya kwanza. Tukawa tumekubaliana kwamba angekuja, angekuwa ni mmoja wa, wageni waalikwa. Lakini sikumuona siku hiyo. Siku kwa hiyo sikuria kwa sababu kila binadamu anakuwa na harakati nyingi. Anakuwa na harakati nyingi kwa hivyo Nina kama, ma, majuma kama matatu hivi nimewasiliana naye uso kwa macho, sio kwa simu. Tulikuwa wote na huyu shemeji yake ambaye ndiye amehosti huu msiba. Tukakubaliana pale tukapanga, kwa sababu ni vizuri na wewe uje ukashiriki pamoja nami mtoto wangu anapata komunio ya kwanza au wengine mnaita ubarikio. Tujumike baboja. Basi tusherekee. Lakini kwa bahati mbaya sikumuona siku hiyo, siku kuja kwenye sherehe. Mimi siku nikadhani kwamba atakuwa na harakati zingine za, za kimaisha, kimaisha. Yeah. So, uh, katika taarifa za awali uh, hapo mwanzo pia wewe mwenyewe ulisema kwamba ni mtu ambaye alikuwa anajitegemea akiishie mwenyewe, labda katika kuuliza wale ambao walikuwa ki interact nao, ukiwem chuo au labda pale nyumbani ambapo alikuwa akiishi, kuna ujumbe wote ambao labda aliuacha uh, kabla umauti wake kumfika. Mpaka sasa sisi pia tumejaribu kuwauliza marafiki zake wa chuo kuuliza wale majirani waliokuwa wanaishi nao, kila mtu anashangaa, hakuna mtu exactly ana taarifa yoyote kuhusiana na yeye kwamba labda kuna jambo lolote, labda lia lina msiba au linamtatiza, hakuna imetokea, yani tu yani yani. Yani, kwa hiyo sasa tunashindwa kuelewa exactly nini kimetokea na tufanye nini sasa, tukaona ni vizuri jambo hili tuwakabidhi wenye mamlaka yao wao wanajua mbinu zote za kuweza kujua hasa nini kimetokea au hata viashiria vyake. Watapata viashiria waanza wakajua hasa exactly hiki. Inawezekana hiki au kile. Kwa hiyo sisi, sababu wengi hatuna utaalamu na tumeshindwa hata kujua exactly what happened, tumona tuwaachie jeshi la polisi na waendelee na uchunguzi basi. Pindi watakapokuwa mfanikisha wamepata taarifa ambazo zinaonekana kwamba sisi kama familia tunazo tukazipata na tukaziishi, tuka labda kuona labda mwenzetu labda alipata shida moja mbili tatu, ndio imepelekea kuchukua maamuzi hayo, basi tutakuwa na taarifa tunakuwa nazo tu kama familia tu, lakini so far mpaka sasa hatujajua exactly what happened. So, hivi kama shemeji yake ni marehemu, alikuwa anapendelea sana sana kufanya nini? Ah, kwa ninavyomfahamu mimi marehemu, yeye alikuwa anapenda na sana kushosholize na watu, kukaa na wenzake marafiki, sisi ndugu. Hakuna muna ambayo ingetokea asiwepo yetu, na shughuli ambayo marehemu asiwepo kwenye familia yetu tu, ameka na watu na kufurahi na nao naoina, kama kuna jambo lolote ushauri atashauri mwanafamilia. Kwa ninavyomfahamu so, alikuwa ni mtu wa watu, anapenda kukaa na watu na alikuwa anapenda sana niseme ku socialize na watu yani, ile socialization yake ilikuwa ni kubwa mno. Yani alikuwa apenda kukaa peke yake peke yake, ni mtu ambaye alikuwa anapenda kukaa na watu, kufurahi nao, kujua matatizo yao, yani matatizo ya, ya matatizo lako tatizo lake, mna share, mnapeana mawazo, maisha nasonga mbele. So, yeye malemba sasa hivi ameacha watoto ngapi? Uh, sina taarifa zozote za, za kuhusiana na hilo swali. Sina taarifa zozote kama ameacha watoto wangapi. Binafsi mimi hajai kunyosha hicho kitu ua, tukikaa naye, tukiishi naye, tukifurahi naye, mi hajai kunyosha hicho kitu, kwa hivyo siwezi kuletulia majibu swala hilo kwa sasa. Umeniambia hapa alikuwa anaishi kwa shemeji yake. Yeye, wazazi wake wako wapi? Baba uzaliwa wake alizaliwa wapi? Na wazazi wake kwa sasa hivi wako wapi? Yeye kwa sasa hivi anabaki na mzazi mmoja baba yake alikusha fariki na kwa sasa hivi yuko na baki na mama yake mzazi, na mama yake anaishi mkoani Kagera Bukoba vijijini, eneo linaitwa Izimbia. Marehemu mtamkumbuka kwa kipi tanga ta uh, enzi za uhai wake mpaka kufikia mauti yake? Kwa kweli marehemu mtakachomkumbuka nacho, amenachia jambo moja kwamba mtaji wa maisha ni kuwa na watu, na we mwenyewe shuhuda shuda, unaona wanafunzi wenzake walivyoitikia. Majirani walikuwa namfahamu, nimekwambia hapo before kwamba alikuwa anaishi maeneo haya, alikuwa anaishi kwa shemeji yake hapo. Unaweza kuona tana ya watu na leo na hapa, wamekwisha pungua. Watu walikuwa wengi zaidi hawa sababu tulileta vitu zaidi ya mia moja maanake kulikuwa na watu around watu mia moja tusha pungua sasa hivi na tunatarajia kesho watu watakuwa wengi zaidi. Kwa hiyo hii hali ya yeye kukaa na watu vizuri kwa upendo na furaha imekuwa mtaji kwake, na sasa hivi no, tuna tunatafuta tuna, tuna, tuna, tuna, tuna, tuna fedha za kuweza kumsikiliza kumpika Bukoba, lakini tunaamini tutazipata kwa sababu ya mtaji ambao tayari alishakuwa nao wa watu ambao alikuwa naishi nao kwa upendo a kwa kuzaliwa kwake mpaka kufika huku kuanza kujitegemea, yeye tangia alivyozaliwa alizaliwa akiwa kijijini huko, na je, alivyofika huko da mpaka kuanza masomo na kuanza kujitegemea ilikuwa ni mwaka gani? Ni, uh, ni kweli yeye alizaliwa huko kijijini, lakini tunabu, kama unavyofahamu mtu anabadilisha mazingira kulingana na factors za labda za masomo. Hata atakuwa anaanzia huko kijijini ame Fauru mitihani labda kwenda kidato kingine, akabadilisha mazingira kuja kusoma Dar es Salaam, akaendelea kujiendeleza mpaka akafikia chuo uh, masomo ya elimu ya juu ambapo alikuwa hapo, Tumaini University, akichukua shahada ya sheria. Lakini sofa alianzia huko, lakini katika mwendelezo wa kielimu ilimkuta automatically yuko Dar es Salaam na kuendelea na masomo mengine ya elimu ya juu akifanya kwa sasa. Mpaka sasa hivi alikuwa ni mwaka ngapi kabla umauti kumfikia? Sorry? Alikuwa ni mwaka ngapi pale chuo kabla umauti? Sasa hivi alikuwa mwaka wa tatu. Mwaka wa tatu. Maana alikuwa anaelekea kumaliza sasa chuo. Sawa, basi naomba utuelezee taratibu za mazishi zikoje kwa sasa. Taratibu za mazishi kwa sasa na labda nichukue fursa hii ku, kutoa mabadiliko kidogo, mabadiliko kidogo, mwanzo ilikuwa kwamba mwili ukuje hapa na kutakuwa na ibada hapa. Sasa mwili hautakuja hapa tena. Mwili utatoka uta, uta hospitali utaenda moja kwa moja chuo kikuu cha Tumaini campus ya Dar es Salaam. Kwa ratiba itaanza saa tano na kuendelea mpaka saa nane. Katikati hapo kutakuwa na ratiba nyingi za kiibada; kutakuwa na ratiba za, za kutoa ratiba za kuaga mwili, kutakuwa na ratiba za kusoma wasifu wa marehemu. Mara baada ya hayo kukamilika, tutatarajia safari ianze kuanzia saa tisa kuelekea mkoani Kagera na Bukoba huko tutafika. Tutaondoka hapa siku ya Jumatano, Bukoba tutafika mkoani Kagera, tutafika kwenye majira ya saa kumi hivi. Na mara baada ya kufika huko itakuwa ni Alhamisi, Ijumaa ndio itakuwa siku ya maziko. Saa kumi jioni kuna usafiri, usafiri umeandaliwa si kama familia e, kama unavyoona hapa tutakuwa na kikao a kimeisha takuwa na kosta moja kwa ajili ya kuelekea mkoani Kagera. Sasa taujafahamu kama wanafunzi na wenyewe pia wameorganize kama takuwa na usafiri wao wa kumsindikiza mwenzao, itakuwa ni vizuri zaidi kama takuwa na taratibu, lakini mwanzo nilisikia wana taratibu kwamba wanafunzi nao pia wameorganize kwamba watakuwa na usafiri wa kumsindikiza mwenzao kwenda kumzika huko Kagera, lakini so far mpaka sasa tuna kosta moja ambayo familia kishirikiana na baadhi ya uh, wafanyakazi wa Tumaini University umeandaliwa kwa ajili ya kuwapeleka waombolezaji mkoani Kagera kwa ajili ya mazikoupit caahe cha kujifunza ni kwamba labda tu hasa vijana sasa vijana uh, <coughs> unapokuwa na mtanziko wowote, au kama ni msongo au shida yote inakutatiza, e, ni vizuri pia kuwaona wanaokuzidi au walezi au washauri. Unaweza ukafikisha ile shida yako kwa walezi wako au wazazi au mtu yoyote ambaye unaheshimiana naye, ukajaribu kushare naye uh, kila ambacho labda kinakutatiza kinakuta uh, kila ambacho kinakutatiza, na pengine inaweza ukawa solution ya jambo linalokusibwa katule, uh, inaweza ikawa njia mojawapo ya wewe kutatua shida zako mbalimbali ambazo zinaweza kufanya wewe sasa ukaelekea kwenye mwelekeo ambao si mzuri. E, kwa hiyo ni fundisho kwa wengine waliobaki, wanaweza kujifunza kupitia hapo, kwamba kumbe kushirikisha mambo ambayo yanaweza kaa, unaona wewe ni tatizo kwako, kwa watu, kwa wengine ambao wewe unafikiri labda unaheshimiana nao, labda ni wasili wako na kitu kama hicho inaweza kukusaidia kuondokana na changamoto mbalimbali mbali, zinazokawa nsuzuz, zina kukabidi kwa wakati huo au wakati ujao. Ni hayo tu kwa sasa nashukuru sana, na poleni sana kwa msiba. Asante sana.